Leo naitwa Dr. Manuel. Leo natamani tuzungumzie kuhusiana na watoto wanaosumbua kula, lakini pia na wale ambao milestone zao hazikui, yani haziongezeke kulingana na makuzi yao. Sasa um, unakuta katoto kingine yani kanatapika. Yaani anataka kilazimisho kula yani inakuwa vita kabisa yani. Inafika stage sasa ambapo anatengeneza vimidori eh kwa jitu tu yapuka bembelezea tu kwamba kaweze kula kwa kutumia hiyo. Sasa juzuzi nikashangaa kwenye Nilikuwa napitapita pita katika mitandao nikashangaa, mmoja kaweka paka nalimdole analipiga piga ili siamtishe mtoto aweze kula. Sasa imefika stage ambapo sasa mtoto anafika stage, hata akienda toilet, choo kigumu sana. Lakini pia sasa wakati mwingine, mpaka sasa anaanza kushambuliwa na magonjwa ya hapa na pale kwa sababu tu um, mwili hauna ile uh, immunity ambayo ya kutosha kinga ya mtoto inasaidia sana mtoto kumrudisha katika hali yake ya ulaji mzuri, lakini pia na kuongezeka weight, na ndio furaha yetu wazazi kuona kwamba mtoto anakuwa anakuwa na makuzi yake kulingana na ile uhitaji unaotakikana. Sasa sisi tumekuja na dawa ambazo zinaenda kurekebisha hizi za vitaminosis hadi kwamba Um, watoto ambao wamekosa vitamini za kutosha, lakini pia wale watoto ambao wamepungukiwa na madini ya kutosha, ambayo inasababisha hizi za mambo yote haya yatokee. Tunatengeneza pack moja ya watoto tunaita kids pack ambayo inaweza kamaliza hii mambo na watoto wakaweza kula vizuri, lakini pia wakaweza kuji- kujikuta sasa ana hata ukuaji yani, akienda kliniki mpaka naye anajisikia furaha kwamba sasa kilo zimeongezeka. Lakini pia mtoto aumunu ovyo ovyo yani, uwezo unakuta amemaliza muda mrefu hata kusikia tu ile ile mafua tu amna. Lakini pia ile hali ya kwamba kupata magonjwa ya mifua kama lese kukoa koa, lakini pia na ile hali sasa ya kualisha alisha na wakati mwingine sasa na kupata magonjwa pili yale nyemelezi, ambayo yanatokea kwa sababu ya immunity inakuwa iko chini. So we have a, spe, a special pack, na ndio sababu tumekuja na habari njema tena mjini ya kwamba tutafute sasa, tuna habari njema kwa sababu ya mtoto wako. Mimi naitwa Dr. Manuel, ni wakutakia wakati mzuri na karibuni, toka na mazoezi hapo chini kwa ajili ya mawasiliano, na mind you, dawa zetu hazina kemiko kabisa, zimetengenezwa kwa mboga mboga na matunda. Asante sana na niwatakia wakati mzuri.